Akthir min alduai, fanya wingi wa kuomba dua kwenye sajida. Na wakati unaomba dua kwenye sajida, fakaminun an yustajaba lakum, thibitisheni kwamba mtajibiwa dua zenu mtozoziomba kwenye sajida. Haja yako ulionayo sasa, itaje pale. Ikiwa mambo yanakuendea vibaya kimaisha, riziki zinakuwa za wasiwasi, unapambana na tough time mwambie Mwenyezi Mungu pale kwenye sijda, imamu anakopeleka pale, mwambie, mwambie ya razzaq urzuqni rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi kama anta tuhibbu ya rabbi wa tarda. Mwambie tena allahumma innaka ta'lamu bi hali minni, Mwenyezi Mungu, wewe ndio unaojua hali yangu mimi kuliko ninavyojijua mimi mwenyewe tena mwambie wazi wazi dhakat alaya lardhu bima rahubat, imekuwa dhiki kwangu mimi ardhi pamoja na wasaa wake. Hivi sasa watoto huko nyumbani, mambo mabaya, mambo magumu. Farzukni rizkan halalan tayiba, Mwenyezimungu na kuomba sasa kilillahi ni ruzuku mimi rizki halali nzuri Mubaba, mubarakan fihi, yenye baraka nyingi ndani yake. Kama anta tuhibu ya rabbi wa tardha, kama vile unavyopenda mwenyewe na unavyoridhia. Utizame, ukiondoka pale, huenda ukapambana na mtu hapo mlangoni nje ya msikiti, anakwambia kitu kadhaa kadhaa, hichi kwa ajili yako na watoto mwezi wa Ramadhani. Hiyo mujarabun, imekwisha jaribiwa, na hivyo ndivyo inavyotokea na Mtume, hakuna maskhara ya utani katika mambo haya. Anasema, fakaminun an yustajaba lakum, thibitisheni mtajibiwa dua zenu kwenye sijida.